Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameziagiza idara zote kumi na nne zinazofanya kazi katika mpaka wa Tanzania na Kenya uliopo eneo la Namanga ilani Longido mkoani Arusha kushirikiana katika kudhibiti wahamiaji na bidhaa zisizofaa kwa matumizi ya binadamu. Akizungumza na watumishi wa idara mbalimbali za mpaka wa Namanga mkoani Arusha, Waziri Mkuu Majaliwa amesema kuwa maeneo yote ya mipaka ndiyo yanayoweza kulifanya taifa kuendelea kuwa na amani na utulivu. Mwandishi wetu Niko Mwaibale anaripoti kamili kutoka mkoani Arusha. Mara baada ya kutembelea na kujionea miundombinu ya mpaka wa Namanga, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali haina nia kuwazuia wageni lakini waingie kwa utaratibu. Yote ya mipaka ni maeneo nyeti maeneo yote ya mipaka ndiyo ambayo yataweza kulifanya taifa letu likawa tulivu. Kwa watumishi wote, watu wa sekta zote kumi na nne mlioko hapa, mnatakiwa mtambue kwamba serikali kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais anataka nchi yetu iendelee kuwa na amani, kuwa tulivu. Kwa ni nchi kimbilio na nchi nyingine, lakini wakimbilie huku ndani, kwa sababu ya amani tulionayo. Yote haya yatakamilika tu kama nyie mtadhibiti uingiaji wa watu holela. Pia ameziagiza mamlaka za udhibiti na ubora wa bidhaa kuhakikisha vyakula ama bidhaa zozote zinazoingizwa nchini zina ubora unaotakiwa, wala ambao mnaangalia viwango Tanzania isije kuwa ndio dampo ya kuleta vyakula visivyo au vifaa zana bidhaa zisivyokuwa na ubora. TFDA naangalia vyakula sasa hivi, kuna tishio kubwa la vyakula, viko vyakula kazi ya kunenepesha matiti tu, hata mwanaume unanenepa. Lazima mjiridhishe na viwango, mnavyojua kama ni viwango. Waziri Mkuu Majaliwa amesema kama kutakuwa na udhibiti wa kutosha mipakani kuna hatari serikali ikashindwa kutekeleza mipango yake ya maendeleo kwa wananchi wake. Idadi ya wa Watanzania sasa inaongezeka kwa kasi, kwa sababu wengi wanaingia bila taarifa. Serikali inapata wakati mgumu kwa utumikia kuwautumikia kuwahudumia Watanzania, kwa sababu mwelekeo wa bajeti na tunaowahudumia ni wengi kuliko bajeti tunayoipanga. Tunahitaji tuweke mipango kwa ajili ya Watanzania ambayo pia inatekelezeka. Awali, katika taarifa yake kwa waziri mkuu, katibu wa kamati ya udhibiti mpaka wa Namanga, Zahori Makame, amesema katika kipindi cha miaka mitano iliyopita makusanyo ya serikali katika mpaka huo yameongezeka kwa asilimia arobaini na moja nukta moja moja nne. Makusanyo ya halisi yamekuwa kutoka shilingi arobaini na mbili nukta tisa tisa moja bilioni hadi shilingi hamsini na nne nukta nane sifuri mbili bilioni sawa na asilimia ishirini na moja nukta tano tano mbili. Kwa hakika huu ni ukuaji mzuri na unachangiwa sana na kukua kwa soko la pamoja la Jumuia ya Afrika Mashariki, na pia juhudi mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukusanya makusani. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anaendelea na ziara yake mkoani Arusha, ambapo anazungumzwa na watumishi wananchi, pamoja na kutembelea miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kutoka na Manga mkoani Arusha, ni mimi niko Mwaibale wa TBC.